Nishukuru sana mama yetu mama, mama Samia kwa kutuwezesha hii barabara, watu walikuwa wanalia sana kilio pamoja na mwenyekiti, lakini mwenyekiti pamoja na mheshimiwa diwani waka ushirikiano, barabara imekuwa nzuri. Pia tunashukuru azidi kuwa namoyo, na moyo kuzidi kutusaidia, si hizi na jingine pia kama umeme maji, pia tunashukuru awe na moyo huo. Sina zaidi ya hayo, tunamshukuru mheshimiwa diwani na uongozi wake, ametusaidia tumepata barabara hii, na hii barabara ilikuwa inasumbua hapo kati na pale, yani hata bajaji zilikuwa ziingii. Kwa hiyo sasa tunashukuru kwa barabara mwonekano huu, ah, kidogo amejitahidi, na bado tunamuombea tena, endelee na majukumu mema ili atuletee mambo ya umeme, siwe na kelo kelo, ni baki ni ya maji. Mungu amsaidie atuletee basi Hakuna lingine tena zaidi ya hilo, tunamwambia kwa... barabara hii ilikuwa kero sana katika mtaa wangu wa Somelo, na wananchi wangu walikuwa wanalalamikia sana barabara hii. Nashukuru sana tumeipata kwa diwani wetu, tunajua tutafanya maendeleo mengi sana atawasapoti wananchi wangu kwenye umeme, atawasapoti wananchi wangu kwenye maji. Namshukuru sana mheshimiwa diwani kwa hili jambo aliyotufanyia la barabara. Nilikuwa mnyonge baada ya kumpoteza mbunge tulijua maendeleo hayatakuja katika mtaa wetu, lakini nashukuru mheshimiwa diwani ana perform. Namshukuru sana mheshimiwa rais, namshukuru sana mheshimiwa diwani.